Bwana Yesu asifiwe. Sema Bwana Yesu, Baba wa rehema, kila aina ya michoro ya uharibifu ambayo adui amenichelea, michoro yoyote ambayo wamechora kutoka kwenye asili yangu, na michoro yoyote ambayo wamenibadilishia wameniwekea wa uzito, wameniwekea wa utupu, wameniwekea wa ukiwa, wameniwekea wa hisia tofauti, wa wa ili nisiwe mwombaji, ili nisiende ibadani, ili niwe mzito wa maamuzi, ili wanicherewesha. Sema kwa jina la Yesu, kwa damu ya hey, Yesu e Baba warehewa, ninawapelekea moto wale washirikina. Na wapelekea moto kwa damu ya Yesu, sema moto sema moto sema moto sema moto, omba omba omba omba, tuna dakika chache, na wapelekea moto, awachilie kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu, mikono yote waliyonichorea, mikono yote waliyonichorea Napeleka anyway moto, napeleka moto, naharibu michoro yao, naharibu michoro yao kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, michoro ya mauti, michoro ya magonjwa, michoro ya vifo, napeleka moto kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, naachilia moto, naachilia moto, moto pite, moto pite haribu kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu, michoro ya presha, michoro ya kisukari, michoro yoyote iliyochorwa iliyochorwa kwa ajili yangu, kwa ajili kwa ya mume wangu, kwa ajili ya watoto wangu au Mi siri. Michoro. Naifuta. Mio mio michoro ya ndugu zangu popote walipochora popote walipochora, nasema nasema, napeleka napeleka napeleka moto, e moto, la naifuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwanakondoo ya rabasha karabata

peleka m moto moto ya damu ya Yesu, nafuta hiyo michoro, nafuta nafuta kwa damu ya mwana kondoo, naifuta kwa, kwa moto koleka, naifuta hiyo michoro popote mi walipoitega mi kwenye njia panda kwenye maisha yangu kwenye kazi yangu mi ya naifuta, naifuta, mi naifuta, na ka naifuta, naifuta michoro naifuta michoro iliyochorwa kwenye afya yangu naifuta kwa damu ya Yesu, naifuta kwa damu ya Yesu habibi raza karibu mabwana zako karamata

Ya Yesu, popote walipoitega, popote walipoichora, naachilia moto wa damu ya Yesu, naachilia moto wa damu ya Yesu, nafuta, popote walipopatanisha na sadaka zao, napeleka moto, napeleka na moto walipochora hiyo michoro, napeleka moto, napeleka moto, moto wa damu ya Yesu, ah naachilia moto, moto wa damu ya Yesu, e rasaka,

Erachata ya mama mama kwa damu ya mwanakondo kwa damu ya Yesu, you, kwa rimanda rabako, oh, usiwacheke -ee, usiwacheke -ee. Futa hiyo ni maisha yako! Futa hiyo ni maisha yako! Popote walipo kuzoea, popote walipo kuzoea, peleka moto! Peleka moto! Peleka moto! Shule ni kwa watoto waku, peleka moto! Shule ni kwa watoto waku, peleka moto! Popote walipo chora not, popote walipo chora, popote. Na peleka moto anabia Yesu! Na peleka moto anabia Yesu! Popote mwenye biashara Napeleka moto, nafuta hiyo michoro, naifuta kwa damu ya mwanakondo Yesu, kwa jina la Yesu futa michoro achilia aachilia damu ya, banda, ya da pusa, Yesu mio futa mazimbiko yao, e, futa michoro yao walipoachilia sadaka walipoachilia damu walipoachilia sadaka. Haya, kwa damu ya Yesu, haya kwa damu ya Yesu, haya kwa damu ya Yesu. Tunapeleka moto kwenye michoro yao waliochola kwenye ardhi, waliochola kwenye makaburi, waliochola kwenye viringi, waliochola kwenye visimba, wakaachilia damu, wakatamka mauti, wakaweka mipango. Kwa damu ya Yesu nabatilisha mipango yao. I cancel evil agenda by the blood of the lamb. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, moto unapita Ule moto unapita, ule moto unapita, ule moto unapita. Moto, una moto wa damu ya Yesu. Moto kwenye anga, moto kwenye ardhi, moto kwenye maji, moto kwa waganga wao, moto kwa washirika wao, moto kwa waganga wao, moto kwenye viringa vyao, moto kwenye vizimba vyao, walikoweka patano, walikoweka patano ya mashimo walipoichora michoro kwenye makaburi kwenye majeneza. Oh, nafuta nafuta hilo jila langu eh, nalitoa nalitoa kwenye lisa. Nalitoa kwenye listi yao, natoa, nalitoa jina langu natoa jina dio, la familia yangu kwa damu ya Yesu dio, dame, dame, kwenye hiyo michoro yao, kwenye hiyo michoro yao, natoa jina la watoto wangu natoa jina la watu wa nyumbani mwangu kwa damu ya mwanakondo na kwa jina la Yesu na haribu

miongo yao inaharibika kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya mwana kondoo.